na jambo na ujumbe wa kutoka kwa watu wa Isimani kuja kuwapeni ninyi hapo. Kwanza kabisa, ninaitwa Festo Shem Kiswaga. Mimi kwa sasa nimepata bahati ya kuwa mteuliwa wa Mheshimiwa Raisi. Mimi ni mkuu wa wilaya ya Monduli pia ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa, kupitia mkoa wa Iringa na hasa Iringa vijijini, lakini pia mimi kwa taaluma ni mhifadhi. Leo hii nimeona nikutane na nyinyi waandishi wa habari kutoa jambo mahususi zuri linalohusu Jimbo la Isimani. Ndugu zangu, jimbo la Isimani ni moja ya majimbo ambayo yako mkoa wa Iringa. Jimbo hili limesheheni rasilimali nyingi sana kwa ajili ya kuendeleza watu wa Isimani. Kwa sasa jimbo hili ni moja ya majimbo ambayo yamepata mabilioni ya fedha kutoka kwa mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na ninaomba nichukue fursa hii kumpongeza sana mheshimiwa rais, mama hodari, muungwana, mwanamapinduzi, mwanademokrasia, lakini pia fundi wa kuongeza na kukuza uchumi kwa kupelekea Watanzania kuwa hifua mbele katika kuhakikisha kwamba uchumi wake unakuwa lakini pia ni bingwa kupeleka mabilioni ya fedha kwenda kwenye miradi mbalimbali vijijini mbali, ambako majimbo yote ya Tanzania hii yamepata fedha, ni matilioni ya fedha, in fact sio mabilioni, matilioni ya fedha ambayo Mheshimiwa rais amepeleka kwenye majimbo mbalimbali mbali. Mimi naomba nimpongeze sana, lakini nataka nichukue fursa hii pia kusema hivi. Kutokana na uhodari wa mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi wanaisimani anatudai, anatudai kura za kishindo, anatudai utekelezaji wa miradi kwa kishindo, lakini pia anatudai kura za kishindo kwenye mkoa wetu wa Iringa. Lakini kiukweli anatudai kura za kishindo kwa Watanzania wote katika uchaguzi ujao wa mwaka 2025 mwezi Oktoba. Ndugu zangu wanahabari, ninaomba niseme kwamba baada ya kueleza habari ya Mheshimiwa Rais, nije kwenye jambo lenyewe. Mimi kama kijana, ninaomba nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Isimani Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, waziri katika ofisi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera uratibu na bunge. Mzee huyu amefanya mambo mengi sana katika jimbo letu la Isimani. Ninaomba nimpongeze, kwa sababu kwa wale ambao hawajui Mheshimiwa Lukuvi amekuwa mbunge wa Isimani kwa miaka thelathini. Wengi wenu hapo waandishi wa habari, wale ambao umri uko chini kidogo, mlikuwa hamjazaliwa. Naomba nimpongeze sana kwa sababu amejitahidi sana kuhakikisha kwamba jimbo lile linapata maendeleo, lakini pia nipongeze wananchi kwa kweli kwa kumvumilia na kumpa kula kwa vipindi sita. Mheshimiwa Lukuvi amekuwa mbunge kutoka mwaka 1995, wakati vyama vingi vinaanza, mpaka leo. Kwa nini nimeamua kutangaza nia? Nimeamua kutangaza nia kugombea ubunge wa Jimbo la Isimani muda ukifika, ninaomba nisisitize, muda ukifika wa chama kutoa ruhusa, ambayo tayari ratiba imeshatoka, mimi Festo shem Kiswaga nitagombea ubunge Jimbo la Isimani, na hii ni baada ya Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi kutangaza kutogombea tena mwaka 2020 mbili na ishirini alitangaza, aliwatangazia wapiga kura mimi nikiwepo, lakini pia aliwatangazia wakati wa kufunga kampeni za uchaguzi wa ndani, lakini pia alikuwa kwenye kikao cha baraza madiwani aliaga, lakini pia mimi mwenyewe kama Kiswaga aliniita Dodoma katika ukumbi wa Shoppers Plaza akanambia kwamba anawashukuru sana wananchi wa Isimani wa, kwa kumvumilia kwa miaka 30 na kwamba sasa ameamua kustafu, na mimi kama kijana niseme safari hii basi atekeleze ahadi yake kwa sababu mwaka elfu mbili na kumi pia alitangazia wananchi wake kwamba alikuwa naaga aga kipindi cha mwisho, lakini elfu mbili na kumi na tano alichukua fomu. Kwa hiyo hakustaafu kama alivyosema, na ilipofika mwaka elfu mbili na kumi na tano wakati anachukua fomu, mimi ni wenzangu alitangaza kwamba elfu mbili na ishirini hatachukua fomu. Mimi nilikaa naye sio mara moja, sio mara mbili, na akasema kwa kweli kwa kazi aliyoifanya inatosha elfu mbili na kumi na tano. Hapo elfu mbili na ishirini mimi sikuchukua fomu, sikuja kugombea, sikuja kugombea kwa sababu mbalimbali mbali, lakini baada tu ya kuchukua fomu yeye katika uchaguzi wa ndani alitangaza pia kustaafu kwamba elfu mbili na ishirini itakuwa mara ya mwisho. Ndugu zangu, naomba niwaambie kwamba ni mshauri, kwa sababu kwa hii historia niliyosema, maana yake ni kwamba ziko dalili kwamba anataka pia afanye kitendo kama hicho alichokifanya mwaka 2020. Nasema hivyo kwa sababu ameaga mara tatu kutogombea, lakini amerudi ame kugombea. Ninaomba niseme sisi kama Wanaisimani, kwa niaba ya wananchi ambao wameniomba kwamba muda ukifika nijaribu kuchukua fomu, naomba nimwambie kwamba tunamshukuru sana, amefanya kazi nzuri, tunaomba aweze kustaafu kwa heshima. Na kuachia vijana, na hii itasaidia sana endapo vijana tutakuwa tunayumba yumba hata tushauri akiwepo. Kiukweli, dalili zinaonyesha kwamba ameanza kutuma vijana wake kwa nguvu akieleza kwamba ametumwa na Mheshimiwa Rais. Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa, Dodoma juzi. Waandishi wa habari nyinyi ni, wa, ni wafukunuzi, mlisikia kwamba mheshimiwa rais hajamtuma mtu yoyote, na ndio maana mimi napata nguvu kusema kwamba wananchi wa Isimani, ninaomba ushahidi ambao mheshimiwa waziri William Vangibebe Lukuvi aliutoa kwamba hata gombea, kama ambavyo nimezungumza maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wakati wa kampeni, lakini pia wakati wakumbi, wa ukumbi wa, wa, wa baraza a la, la, la, la, la, la, baraza la madiwani ambapo ilikuwa anafungua 2020, lakini pia kama nilivyosema, mimi mwenyewe waliniita Dodoma. Lakini niseme pia hata wakati wa uchaguzi wakati wa, wa uchaguzi wa ndani wa chama, Mheshimiwa Lukuvi toka alivyoshinda 2020 hajawahi kufika jimboni kwake wala kufanya ziara, na hata ikitokea ilikuwa inatokea miradi ikitokea, kwa mfano Pawaga, kulikuwa kuna, kuna matatizo ya mifereji Mheshimiwa Lukuvi alikuwa ana, ana kupitia katibu wake Mheshimiwa Tom Malenga Lukuvi ananiagiza mimi niweze kusaidia kwao. Mimi nimekuwa mlezi wa jimbo kwa kipindi cha miaka hii mitano kwa maelezo kwamba yeye anapumzika, na tulipokutana Dodoma 2022 wakati ameniita Shoppers Plaza saa mbili na dakika thelathini na mbili jioni alieleza kabisa kwamba kama sina taarifa basi nipate taarifa ya uhakika kwamba miaka 30 inatosha, na yeye basi ataachia watu kazi ambazo zitakuwa hazijakufanyika, basi mbunge anayekuja atafanya. Kwa hiyo naomba niseme kwa kuwa e, kinywa huumba, basi safari hii wananchi wa Isimani wameisha tayari niletea maombi na mimi nimeitika. Ninajua jimbo la Isimani limekuwa lina mikiki mikiki mingi sana, nasa hasa vitisho kwa wagombea wanaogombea jimbo hilo, lakini pia hii imejitokeza hata hivi karibuni, ambapo wamechukuliwa zaidi ya watu mia sita kupelekwa bungeni na wakiwa kule wamefanya mikutano ya kuamanisha kwamba anafikiria kurudi.